Kampeni za mgombea urais wa Tanzania kupitia chama cha NCCR Mageuzi zimejikita mkoani Mwanza na hivi sasa ni zamu ya wilaya ya Ilemela ambapo ujumbe mkuu ni amani ya Tanzania paka tuliopakana nao majirani zetu, mnasikia vita wanatoka wanakuja kwetu. Sisi kikinuka, hatuna pa kwenda, hatuna pa kukimbilia. Kikinuka hapa Mwanza mkafie ziwani, hakuna pa kwenda huko nje. Kwa wenzetu kilishanuka siku nyingi. Naomba tuilinde amani yetu. kama kuna watu au kuna kikundi cha ja watu ambacho kuwa wanaona kwamba hili ni jambo haramu hao wanajidanganya. Hii ni haki ya kikatiba na katiba tumetengeneza sisi, tunatakiwa tuilinde sisi, tuisimamie sisi. Kampeni za mgombea urais wa Tanzania na mgombea wake mwenza kupitia chama cha NCCR Mageuzi zinaendelea katika mikoa ya Kanda ya Ziwa. Sheila Mkumba, Azam News.